Kwani kupenda kupenda kupenda nini? nilimpa kila kitu, ila kujali wangu utu, eti panga langu butu kwake, arina atasumu sio kumlizisha kumfikisha, vyote nilifanya, na kama ni pesa basi angesema, sio kumlizisha kumfikisha, vyote nilifanya, na kama ni pesa

Hii kitu kila wakati inatoka mpya na sote nitajaribisha, ni kali, lakini hii ndio yenyewe hii <coughs> Tisila mwanangu, usijali, mama yako niko sawa tu. Kwanza hii ndo kwanza naijaribisha, nikasema nijaribishe. ni tusijali, ni hata sana, unaona ndo nifika hapa tu lakini mama, kila keya kitu nakuwa na hasira sana yaani, jana tu ulikuwa na hasira tena ulilala bila kula. Nikuambie kitu, Prisila mwanangu, wakati mwingine mtu analia so kwa sababu eti anapenda kulia. Wakati mwingine maumivu maumivu yanasababisha mtu analia, mashosi yanakutoka <laughs> Mateso mwanangu anama kuliko nja siti, mwanangu, siku zinapozidi kwenda na ndivyo uzuri wako unavyozidi kushamiri, hmm? namba tu ni kuase usije ukatumia kipodozi cha aina yoyote katika maisha yako. So, sunanana mimi so kwamba nimekosa hela kununua kipodozi au haya makrimu sijui ya kupaka mm -mm. Natamani kubaki hivi hivi na rangi yangu. Yale ni makemiko, ni masumu, usitumie, si ndiyo? Sawa anti, nimekuelewa. Lakini anti, mm -hmm. Nilikuwa naomba kitu kimoja. Nini tena jamani? Nilikuwa naomba mweze kunizingatia kwenye suala la ada, mmilipia ada kwa wakati. Si unajua anti, mi napenda kusoma sana. Mamati, kibiriti changu umeweka wapi? Nafikiri kila kitu umekisikia, si ndio eh? Umesikia kila kitu kuhusu Siti hapa. Naomba ufanye kitu kwa ajili ya malengo ya Siti, nafanya kitu kutimiza ndoto zake. Ndoto, ndoto gani? ndoto ya mwanamke ni kuolewa na si vinginevyo tena ni, kabla sijachelewa. Huu ni kumwahi mapema, huyu akiwa wa moto wa moto, wa moto. Huyu ni kumtafutia mwanaume aolewe eh. Maumivu ni makali Prisla mwanangu, hasa ukiabeba peke yako ukibeba pasipo kupata mtu wa kukusaidia, maumivu ni makali sana. Acha tu mama, hauko peke yako, uko na mimi. Sante mwanangu. Asante mwanangu Priscilla. Wewe ndo unasababisha mpaka leo mimi naishi kwenye hii dunia, na nakuhakikishia mwanangu, mimi sitakufa. Nitapiga kasi kama punda, nitahakikisha mwanangu unapata elimu nzuri, nitaishi hata kama niko peke yangu. Ntabada, ntabada maumivu peke yangu, hamna shida mwanangu <laughs> mama, kesho nitakusaidia kuuza mboga <laughs> kuambia kitu Priscilla, kazi ya kuusa mboka mwashie mama yako waye, ya kazi yako ni kusoma, soma kwa bidii mwanangu Priscilla. Yani mimi ntapambana kufanya kazi kwa bidii, tapiga kazi kama punda na na kuaidi, ntaishi maisha marefu mpaka nihakikishe ndoto zako zimetimia, sitakufa Priscilla. Hii dunia imeniwekea doa no, ambalo haliwezi kutoka hata kwa kutumia jiki halitoki yeah. Lakini anko, we ujawai kuwa upande wangu hata siku moja. Mi sitaki kuolewa, nataka kusoma we mtoto Sijawe kuwa upande wako, ili niwe upande wako na we uwe upande wangu. Hao upande wako, kwa sababu wewe kuna kitu umekifanya juu yangu, si ndio eh? Leo ndio maana unasema aolewe. Mimi nimeolewa na wewe, ni kitu gani nimenufaika kwako? Kusoma soma vitabu tena, ikiwezekana ikiwezekana na kuoa mimi mwenyewe. Sitaki ujinga mimi hapa. Allah husa wakati wa kulia, niko upande wako. Kama kuna wakati ambao unapaswa kuwa upande wako ni wakati huu. Mimi sikusoma, hmm? Nilikatisha ndoto zangu, na leo sintahitaji ni kuone na wao mekatisha. Nitapambana, hmm? Nita... Usijali, utasoma, utasoma, niko niko, utasoma. Niamini mimi.

Mwanangu. Hmm. Jamani, Mila mama alikumi sana. Umekuwa mkubwa. Halafu saa hivi kuna baridi, unaona, umvalisha hata kofia mtoto.

Kwa hiyo umeamua kuikimbia nyumba yako mwenyewe? Ni mazingira gani ambayo unataka tumlee mtoto wetu? Kwa nini unashusha thamani yako kwa kila mwanaume? Kwa nini unazalisha tabaka na hulka ya kike? kwani mimi nikishusha thamani yangu we nakuhusu nini? Kinakuuma kitu gani? Ram, haya ni maamuzi yangu, yaani sitaki kabisa uniingilia kwenye kupanga maisha yangu. We vipi na mtoto? Je, mimi naelewa maisha yako, hiyo ni jukumu lako. Ni kweli wala hata sikatai lakini mimi nafikiria, mke wangu, huu ni wakati ambao mimi nawe tunatakiwa tukae chini, tumalize tofauti zetu. Huyu mtoto bado mdogo sana, anahitaji malezi ya baba na mama. Kwenye aa malezi peke yangu mimi sitaweza, nakuhitaji sana. Mimi nimekuona umekuja, nikajua umekuja ili tuzungumze. Nakuomba sana. Tukae tuzungumze tu yamalize. Sitaki tena, nimechoka sana, nakuomba mkeo wangu. Mke? Okay. Nani mkeo? Nakuuliza wewe msaga kunguni, mkeo nani? Ngoja nikwambie kitu usichokijua, ujinga ni saa kwenda tu. Sasa hivi nishajua njia, yaani sijui hata nilitokana wapi na wewe kunguni, na sasa hivi <laughs> na nataka unianzalie talaka yangu, nitakuja kuifuata. Yani najuta kukujua

yaani bora hata umewai, yaani ungeshelewa na kueleza yaani mimi ningeenda kuuza mboka sangu leo. Si ungelala sha sasa, ukatoa hiyo nguo niweze kukushonea, ili kesho uweze kwenda. Wewe shetani ya varimu, Mayahudi mkuu, ni kitu gani kimekuleta kwenye hii arsi yangu? Mekuja kufata kitu gani? Ni kitu gani kimekuleta shetani ya varimu balaa, mkosi mkuu, kite cha varimu? Oh, oh, manka, usiseme hivyo, sio kwamba nimefika hapa nataka turudiane. Kilichonileta ni kitu kimoja tu, naomba tu uniambie na uwe mkweli, huyu mtoto ni damu yangu? Pole sana Ramu. Asante sana shemeji, ila kiukweli napitia maumivu makubwa sana ndani ya moyo wangu. Yaani alima nilimweka sana kwenye moyo wangu shemeji. Usinione tu mimi nimefika hapa, natembea tu, ninajikaza kwa sababu ni mwanaume, lakini vinginevyo hili jambo ni gumu sana. Nafika hapa kwako sio kwa uwezo wangu, hata niseme tu, ni kwa uwezo wa Mungu. Maana akiwalisia na mazito sana kwenye moyo wangu, nimechoka shemeji yangu. Naelewa kila kitu ramu. Mimi nitazungumza na mdogo wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Mtoto wenu bado ni mdogo sana shemeji, anahitaji malezi ya baba na mama. Unacho kisema ni sahihi. Mimi sijaja kukuambia hapa ili wewe uende ukamshawishi sijui Alima arudi nyumbani. Hapana, nimekuja hapa kukueleza ili ujue kwamba mdogo wako mimi sipo naye, ni hivyo tu, kwa sababu unapozungumza mtoto ni mdogo. Ni kweli ni mdogo, nimezungumza na Alima, mwenzangu hataki kunielewa. Nifanyeje shemeji? Una damu wewe, damu yako? wewe una damu wewe una damu, utoa wapi damu shetani avarimu? Mtato ni damu yangu. Nimekueleza, shonga, mimi sitaki masoea na wewe. Naomba utoke kwenye ardhi yangu. Sitaki kukuona. Sikiliza manka, najua nimekukosea, nimekukwaza kila aina ya madhila, sawa so, umeumia. Nimetambua kosa langu, lakini kumbuka damu ya mtu haipotei. Manka, niambie tu ukweli, huyu ni damu yangu sio damu yangu? Sikiliza nikueleze, shonga Naomba usije ukaniletea balaa kwenye ardhi yangu. Nimesema moja mbili tatu shonga. Naomba utoke kwenye ardhi yangu. Toka. Sitaki kukuona. Sirani ya varimu. Balaa mkosi mkuu. Ulifikiri mimi ni kichuguu. Ulifikiri mimi ni mlima ambao hawasi kuhamishika. Shetani ya varimu. Sikumbushe mateso ya nyuma. Sikumbushe mateso mnata sekea nyuma. Samani manka. Samani manka. Mimi sina shida na wewe. Najua nimekukosea, nimekukwaza, lakini damu ya mtu haipotei hivi hivi. Nipe jibu, niambie tu ukweli. Hiyo ni damu yangu. Nimesema shonga, naomba utoke kwenye harusi yangu. Naomba utoke kabla sijapiga ukunga hapa. Nitakupiga ukunga, nitakutia usi. Shetani wa dharimu. Naendelea. Ya! Shetani wa dharimu. Toka kwenye harusi yangu kisirani wa dharimu. Bado naendelea. Ma, ma, kasi mkuu. Shetani wa dharimu.

ambayo hayatoki ndani ya moyo wangu. Shetani yavarimu. <coughs> <coughs> Hii ni jambo siwezi kulivumilia. Ina maana anataka kutuletea maisha ya kichangu doa. Sisi kwenye familia yetu hatuko hivyo. Familia yetu ni familia inayompenda Mungu, ni familia yenye hofu ya Mungu. Sasa mimi mwenyewe nashangaa Alima, hizi tabia amezipata wapi? Au shemeji kuna majirani labda wanamshawishi shawishi pale. Kwa sasa nahitaji kutuliza akili yangu kabisa. Nahitaji kutulia nifikirie namna gani naweza kumlea mtoto wangu. Sihitaji kingine tena na Alima. Sina mjadala wowote tena na Alima. Mimi natamani sana kuwasaidia kumchukua huyo mtoto, hata nije nikae naye hapa ni mlee, lakini ukiangalia mimi niko peke yangu hapa nyumbani, sina mfanyakazi. Mi mwenyewe ni mtu wa kutokatoka kuhangaika na maisha huko. Shemeji yangu wala tasijali, hechi kipimo kinanistahili mimi